Ni zoezi la utolewaji wa matibabu kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza na maeneo jirani ambalo limeanza hapo jana na litadumu mpaka tarehe ishirini na mbili mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na nne ambapo hapa mganga mkuu wa mkoa wa Mwanza Jesca Lebba anatembelea katika hospitali ya Pasiansi SDA na kusisitiza wananchi kuendelea kupima afya zao na kuchukua hatua. Kuweza kuchunguza afya zetu, hiyo ni sehemu muhimu sana Wanasema afya yangu mtaji wangu, bila kuwa na afya huwezi kufanya chochote. Hata kama ni ibada, kama unaumwa, huwezi kufanya ibada, si ndio? Kwa hiyo niwapongeze kwa hatua hiyo ambayo mmekuja, tuendelee kuelimishana na kutoa habari kwa wenzetu ili waweze kufika. Lakini kwa namna ya kipekee nimpongeze baba Askofu kwa wazo zuri, na sisi huwa tunapenda watu wajichunguze, wasisubiri kuugua ndo waje kwenye matibabu, kwa sababu ukiwa unasubiria, mara nyingi wanakuja katika hatua za mwisho, ugonjwa umeshafikia hatua za mwisho. Lakini kukiwa na shughuli kama hizi za uchunguzi mapema inakuwa ni vizuri, kama una changamoto inagundulika mapema, inaweza kutibiwa. Daktari Mabula Mayongela ni mkurugenzi wa hospitali ya Pasiansi SDA hapa. Natoa wito lakini pia nawakaribisha watu wote. Leo ni siku ya pili, tunaenda mpaka Ijumaa. Basi nawakaribisha wale ambao watafika mapema ndio watakaohudumiwa mapema. Kwa upande wa mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini, kanisa la Waadventista wa Sabato, mchungaji Beatus Mlozi hapa anaeleza vile ambavyo swala la kupima afya ni muhimu huku akiwaalika wananchi kuendelea kupewa huduma katika hospitali ya Pasiansi SDA. Ni vizuri, wanajamii wenzangu wa Tanzania, mjue kabisa kupima afya ni jambo muhimu, na kuanza kujihami kabla mambo hayajaharibika. Wale wazee wenzangu wa miaka hamsini sitini wa kiume, tafadhalini tuchangamkie tenda Nashukuru sana mmekuja. Na mimi saa itafika, naenda kuvua joho, najipanga foreni na mimi nipimwe. Afya ni muhimu. Ukisikia asante sana, ukisikia watu wanasema huyu ni jembe, anafanya kazi nzuri, ni kwamba ana afya njema. Je, nipi kauli ya wagonjwa waliofika kupatiwa matibabu katika hospitali hiyo ya Pasiansi SDA? Mariam Chaz Faraji Matias na Ibrahim Mwenda Pole wanaeleza Nasumbuliwa na maradhi ya figo, kwa hiyo nimevutiwa sana niliposikia lile tangazo kwamba wanapima afya magonjwa yote, nikaona nije na mimi niangalie afya yangu, japo nimetibiwa kwa muda mrefu, lakini napenda tena niangalie afya yangu, kwa sababu ni vizuri kuangalia afya, sio mpaka uchoke ndio uende kuangalia afya. Kwa hiyo mimi nilikuwa na washauri tu wananchi wa Tanzania, kupima afya ni vizuri kuangalia afya yako kabla hujachoka, ni vizuri kwa kweli. Naona watu wamejitokeza kwa wingi, tunamshukuru Mungu. Huduma zinaendelea vizuri, madaktari wako wamejipanga, wanahudumia. Tusikae tu nyumbani, labda kuna una tatizo au unaumwa unajisikia vibaya, unakuwa unakaa tu nyumbani. Inabidi tuchukue hatua za kuwa tunaenda kuona madaktari kwa vipimo zaidi na kwa ushauri zaidi. Vipimo vinavyotolewa hapa ni vizuri sana, na kwa kweli, wananchi, ukiwa na shida yoyote usikae nao nyumbani wanatoa vipimo vizuri tena bure. Utakapofika hapa unaweza ukagundua una shida nyingine kuliko ile unayoifikiria. Hivi ndivyo ambavyo uh, wananchi wa Mwanza wanapata huduma za afya kama ilivyokuwa imeelekezwa hapo awali, na kwa juma zima ndivyo ambavyo uh, basi huduma hii ya afya inatolewa katika hospitali hii ya Pasiansi SDA iliyopo jijini Mwanza kando kando ya barabara ya uwanja wa ndege.